Msanii wa filamu nchini Hemed PHD mwenye majina yake mengi hapa mjini, yeye yeah, atakwambia anaitwa Mamposa mara ududu, mara wengine yote anayojua yeye mwenyewe. Yeye amepewa shavu na Azam TV ya kwenda kule Hispania kuweza kushuhudia mechi ya La Liga, mechi ambayo iliwakutanisha manyambizi wa njano hapa nasema, Villarreal pamoja na Real Madrid. Sasa baada ya mchezo hule kutamatika, Hemed PHD aliweza kushea picha mbalimbali ambazo akiwa yeye pamoja na baadhi ya wa wachezaji wa Real Madrid, takupitisha kwenye picha kadhaa ambazo Hemedi PHD ameweza kuziposti, huku caption ndio jambo la msingi ambalo natamani kukusomea hapa, lakini kitakachokustabisha zaidi ni ile picha ambayo amepiga na star wa Brazil, Vinicius Junior, kwa sababu ile picha na kama utakavyoiona hapo ni picha ambayo inaonekana Vini hakuwa kwenye wakati wa kupiga picha na ndio picha ambayo watu wengi wamezua gumzo kwa Hemedi. So ni kitu ambacho kama alikuwa ameibia fulani hivi. Tuanze na hii picha, amepiga na Rodrigo wote wakionekana wameface kamera fresh, lakini kwenye comment pale alikuja msemaji wa bodi ya ligi Karimbo Imanda akisema kwamba umetuwakilisha vyema Madrid, stars wenzio ole wako tungefungwa. Akamtagi pale Hemedi PHD pamoja na Hemedi za kucheka, hiyo haina shida. Akaja mwingine akasema kwamba hapo ukimuuliza jina utasikia siku hizi wananiita Hemedrigo Madridinho, UEFA Vinho, Mabolinho mzee wa pasi ndefu kama midududu na mimendendee, ukipenda niite Balenciaga wa Blancos, Spain wananifahamu kama PhD, kama Vinganyo. <laughs> Of course ni moja ya komenti ambayo nimeipenda sana na tamani sana niweze kukuonesha hapa. Ni mtu ambaye amefurahisha sana na pale chini kuna watu wamejibu ile komenti, wapo ishirini na saba mpaka sasa hivi ambapo nakusomea hiyo komenti yake. Lakini nikija kwenye posti ambayo alipiga yeye akiwa na Vinicius Jr. baadhi ya komenti hapa zinasema ya kwamba Fernando Calito de Vini amesema hivyo mirado. Lakini mwingine anasema vipi, haujaniulizia kweli? hajaniulizia, kweli hajaniulizia Vini, huyu ni msimboneki, hajaacha vyoja vyake. Yeye anauliza kwamba Vini hajamuulizia kwa Hemedi. Sasa kuna mmoja anasema kwamba kumbe hadi masta wanafanyaga hivi vitu, of course. kuna mwingine akaja akasema kwamba Umeona sasa shida ambazo tunapataga ninyi kuwaomba picha, kwani kitendo ambacho inaonekana Vinicius Junior hakukubali picha ile ya Hemed PhD. Kama unavyoona hapo, Vinicius kuna issue zake kwa hiyo Hemed akafanya kama kumwibia fulani hivi. So mwingine akasema kwamba sasa usingemfuata uombe picha kaka koleko kuvizia kama mhalifu. Hizo ni picha ambazo amepiga na Vinicius Junior. Ni moja kati ya vitu ambavyo nimevifurahia sana kwenye ile safari ya Hemed PhD. So of course, lakini kupitia Insta story yake ameweza kuonesha utamaduni wa watu wa kule Spain kupanda farasi baadhi na kuenjoy vitu kama hivyo. Of course ni kushare na wewe baadhi ya comments ambazo zimemwendea Hemedi kwenye ile safari yake ambayo alikuwa kule Spain, na posti ambayo ameipiga akiwa na Rodrigo ndiyo posti ambayo ameweza kuwaga, akasema kwamba thank you La Liga akawatagi pale La Liga na kuonyesha y kwamba amepata experience ambayo alikwenda kuitafuta hapo. So, of course kwenye komenti tunaonyeshe ya kwamba yeah. Ni ugumu kiasi gani kuomba kupiga picha na staa? Na wewe vipi, imesha kukutokea hiyo kitu? Tuandikie hapo chini kwenye Sawasawa, kwenye Sawasawa Digital hapa, ambapo tunakuhabarisha kiganjani mwako.